Mimi mwenyewe ni mnufaika nilikuwa ni, ni, ni maskini wa utuka na nina wanafunzi wanafunzi kuanzia shule mpaka sekondari, lakini kwa sasa hivi nina mifugo na wanafunzi na wasomesha vizuri kupitia Tasafu. Lakini baada ya kuingia Tasafu nikaanza kwenda nikajieleza, wakanielewa, wakaaminiandika watoto nikawapeleka shule, huduma wakaanza kupata. Ukisema michango ya shule nikawa nalipa kwa wakati watoto chakula safi wanakula nyumbani milo yote mitatu, mpaka sasa hivi wanaendelea vizuri na masomo. Na mpaka sasa hivi wanashukuru mno kujitolea TASAF, wanaambia mama endelea, kwa maana hata kutokea kazi TASAF wanaambia mama wai ili sisi tupate mahitaji. Kwa kweli naishukuru serikali, namshukuru mama Samia. Tumejifunza kilimo, sasa hivi mboga za majani tunalima, hata ndani nyumbani pale tunalima na kuna vikundi ambapo tumeshajiandikisha pale, tunavyo na vyenyewe vinatusaidia tunajikopesha sisi wenyewe, maisha yanafanya haja, yanaendelea. Kuku ninazo, nina kuku nimeshafuga, kwa hiyo kwa na kuku wale wanasaidia mayai. Sasa hivi mi sio mpaka daktari aandike kwamba kale mayai ya kuchemsha, hapana, naingia badala nachukua yai na chemsha, nimejisikia leo tukaaga tulie ugali, tuna tunachukua mayai tunakaaga tunakula ugali, kwayo mi naishukuru sana serikali, okay. Kwa mimi namshukuru Kabla ya kuingia kwenye huu mpango nilikuwa na maisha duni sana, marehemu yangu amefariki, ameniachia watoto watatu, au nilikuwa na lakini baada ya kuwa nimeingia kwenye, imeingia kenyeua, mambo yakawa mazuri, nikaanzisha biashara huku uku, nikanunua kwao, maisha yakaendelea vizuri mpaka sasa maisha yangu kwa sasa ni maana tuko kipindi cha pili cha mpango huu walengu, tarithi, wa kunusuru kaya za walengo ambao ndo tunamaliza na kinategemewa kuisha tarehe 30 mwezi wa tisa. Sawa. Mm -hmm. Na katika awamu ambayo tunategemea kwamba eh, inaandaliwa ina, ina, ina, ina au hawa ambao sasa ambao tuko nao tumeshawajenga kwenye vikundi kwenye vikundi kwa maana vikundi ndiyo kama exit strategy ya wao kuendelea, na ndio maana leo tumesisitiza kuhusiana na kwamba wasiondoke kwenye vikundi na, nacho hasa ni kwamba mpango umeisha wamepata hicho walichokipata, kwa hiyo sasa hivi ile ile knowledge ambayo tuliitoa kwa kupitia ile, ile, nani ile washa za jamii waishi nayo, lakini lingine la pili kuhakikisha kwamba wanaendelea kusimama kwenye kikundi ili waendelee kujikopesha na kuendeleza shughuli zao, lakini la tatu ni kwamba wanapokuwa na changamoto yoyote kwenye shughuli walizoanzisha waendelee kutumia wataalamu ambao nao. Tulisikia wenzetu hapa wanufaika wametoa ushuhuda hapo ambao ninaamini kwa kweli wameyasema wao wenyewe kwa moyo wa dhati walikuwa kwenye wimbi la umaskini mkubwa, lakini baada ya kuingia kwenye mpango huu wa tasa wameweza kukwamuliwa. Tumeona hapa na kusikia, wapo kwenye miradi mbalimbali ya kilimo kwenye bustani za mbogamboga, wamejikita kwenye ufugaji wa kuku, mbuzi

kiendelea kuwatia moyo hawa wenzetu, tutoe ushauri yeah, ule wa kitaalam. Maafisa ugani wapo, ni shughuli za kilimo, lakini na shughuli mbalimbali za kiuchumi ambazo wanazifanya, tuendelee kuwatia moyo hawa wenzetu, kwa sababu fedha hizo ni kidogo, lakini ni nyingi, ni kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameifanya, lakini washauriwe na kuhakisha kwamba tunaendelea kuwatengenezea mazingira wezeshi, mazingira mazuri ili shughuli zao za kiuchumi zinabazo wanazifanya basi zikawe na tija.